Mara baada ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, kukamatwa, kufikishwa mahakamani na kushtakiwa, hatimaye muda huu msajili wa vyama vya siasa nchini, Jaji Francis Mutungi, amejitokeza hadharani na kuzungumza maneno mazuri na yenye busara sana. Ameizungumzia kauli mbiu ya chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ya no reforms no election, kwa kusema kauli ya no reforms no election bado haijavunja sheria ya vyama vya siasa huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 uko pale pale. Aidha, amesema chombo kinachoweza kuzuia uchaguzi ni mahakama na hadi sasa hakuna aliyekwenda huko, isipokuwa kinachoendelea ni matamshi ya midomoni mwa wanasiasa. Amesema hajasikia kuwa Chadema wamekwenda mahakamani kupinga uchaguzi licha ya kuwa wanao wana sheria wanaojua utaratibu mzima wa nini kifanyike, hivyo kinachoonekana ni kama wanafanya propaganda za kisiasa ambazo haziwezi kuwatia hatiani isipokuwa kama kutakuwa na maneno mengine ndani ya kauli zao. Ninaomba nikusomee kwa kunukuu maneno yote eh, kwa ujumla aliyoyazungumza msajili wa vyama vya siasa nchini, Jaji Francis Mutungi. Lakini kabla hebu nikukumbushe kuwa Kufuatia hiyo no reforms, no election ya, ya Chadema ndicho chanzo cha mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu kutiwa nguvuni na kushtakiwa. Sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa makosa kadhaa likiwemo shtaka la uhaini, mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu linazidi kutengeneza taswira mpya e, tangu kukamatwa kwake, ambapo mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu jioni ya jana Alhamis, Aprili 10 mwaka huu wa 2025 alifikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka mawili tofauti ya jinai yaliyosikilizwa na mahakimu wawili tofauti. Shtaka la kwanza ni la uhaini aliotenda kinyume na kifungu cha 36 kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu ambapo inaelezwa kuwa mnamo Aprili 3 mwaka huu wa 2025 akiwa ndani ya jiji la Dar es salaam Tundu Antipas Lissu alitoa kauli alitoa kauli inayochochea umma kuzuia uchaguzi na kutishia serikali ya Tanzania. Akisoma shtaka hilo mahakamani hapo, wakili mwandamizi wa serikali Nassor Gatuga alinukuu miongoni mwa kauli hizo kuwa ni pamoja na ile aliyosema msimamo huu wa no reforms no election unaashiria uasi. ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tunaenda kukinukisha. Hata hivyo, mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo, kwani mahakama kuu ndiyo yenye mamlaka hayo na kwa sasa jamhuri haijakamilisha upelelezi. Shauri hilo sasa limeahirishwa hadi Aprili 24 mwaka huu 2025 wa 2025 saa 5 asubuhi litakapotajwa tena mahakamani hapo. Wakati huo mtuhumiwa ataendelea kusota rumande kwani shtaka linalomkabili halina dhamana. Baada ya kukamilika kwa shtaka la awali, ndipo shtaka la pili lenye makosa matatu likasomwa mahakamani hapo, nalo ni kuchapisha taarifa za uongo YouTube Aprili 3 mwaka huu wa kwa lengo la kupotosha umma. Kosa la kwanza imeelezwa mahakamani hapo na wakili mwandamizi wa serikali na Soro Gatuga kuwa mtuhumiwa alisema ali wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka wa 2024 walianguliwa kwa maelekezo ya rais. Kosa la pili imeelezwa kuwa mtuhumiwa alilituhumu jeshi la polisi kwa kudai kuwa maafisa wake, yaani askari, wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi. Na kosa la tatu ni kupotosha umma kwa kile ambacho mtuhumiwa alieleza kuwa majaji ni ma CCM hawawezi kutenda haki. Hata hivyo, mtuhumiwa alikana makosa yote matatu kwa kuieleza mahakama kuwa kosa la kwanza sio kweli kosa la pili halijawahi kuwa kosa na sio kweli, na kosa la tatu sio kosa la jinai na sio kweli. Jamhuri iliieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo la pili lenye makosa matatu umekamilika, hivyo kuiomba mahakama tarehe rasmi ya usikilizwaji wa awali ili waziwasilishe shauri hilo la pili lenye makosa matatu. Dhamana ilikuwa iko wazi na mtuhumiwa alidhaminiwa na mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni shemeji yake, ambapo imeshuhudiwa mahakamani hapo mdhamini huyo akiwasilisha viambata, e, viambata vinavyohitajika kukidhi matakwa ya dhamana. Na kilichosalia ambapo e, anapaswa kuwasilisha siku za usoni haraka iwezekanavyo ni barua kutoka serikali ya mtaa. Kwa kuwa upelelezi wa shauri hilo umekamilika, mahakama imepanga kuanza kusikiliza ifikapo Aprili 24 mwaka huu wa 2025. Hata hivyo, Lissu hakuachiwa huru, kwa kuwa kosa la kwanza ambalo ni uhaini linalomkabili halina dhamana. Sasa basi, hebu tuende katika kiini cha habari hii, nacho ni eh, maneno aliyoyazungumza Jaji Francis Mutungi msajili wa vyama vya siasa nchini kwamba mahakama pekee ndiyo inaweza kuzuia uchaguzi mkuu. Msajili wa vyama vya siasa Tanzania Jaji Francis Mutungi amesema kauli ya no reforms, no election, bado haijavunja, haijavunja sheria ya vyama vya siasa huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2025 uko pale pale. Jaji Mutungi amesema wakati anazungumza na waandishi wa habari baada kushiriki ya kushiriki warsha ya wadau wa kujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2025. Tangu kumalizika kwa uchaguzi wa ndani ya Chadema wamekuwa wakieleza kuwa bila mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2025, na kwamba watauzuia kwa kuanda, eh, kwa kuandamana nchi nzima. Kauli ambayo inapingwa na vyama vingine vya siasa ikiwemo CCM. Msajili huyo amesema hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu kwa kuwa kinachosemwa ni matamshi ya wanasiasa majukwani ambayo kila chama kinaweza kuwa na maana yake. Hakuna awezaye kuzuia uchaguzi kwa kutamka tu kwenye majukwaa. Chadema hawajavunja sheria na nilipokutana nao hivi karibuni walisema hawatakuwa tayari kuvunja sheria za uchaguzi, amesema Jaji Francis Mutungi. Aidha amesema chombo kinachoweza kuzuia uchaguzi ni mahakama na hadi e, sasa hakuna aliyekwenda huko isipokuwa kinachoendelea ni matamshi ya midomoni mwa wanasiasa. Amesema hajasikia kuwa Chadema wamekwenda mahakamani kupinga uchaguzi licha ya kuwa wanao wanasheria wanaojua utaratibu mzima wa nini kifanyike. Hivyo, kinachoonekana ni kama wanafanya propaganda za kisiasa ambazo haziwezi kuwatia hatiani, isipokuwa kama kutakuwa na maneno mengine ndani ya kauli zao. Mimi nitatafuta muda eh, wa kuwaiteni kuzungumza kirefu zaidi kuhusu mambo haya. Lakini kama ulivyosema, mimi ndiye baba wa vyama vya siasa ni kweli, na kila chama kina haki ya kusikilizwa, lakini sio kuvunja sheria. Sisi hatutegemei kama wanaweza kuvunja sheria, amesema Jaji Francis Mutungi. Itakumbukwa kwamba jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilithibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, likieleza kuwa alishikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayolenga kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Akizungumza na wanahabari April kumi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi S SACP Mariko Chilia amesema liswa likamatwa mnamo Aprili tisa katika, katika mtaa wa soko kuu wilayani Mbinga na kwamba eh, kwa sasa aliendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Lissu alituhumiwa kutoa matamshi ambayo yanaweza kuashiria uvunjifu wa amani na kuyumbisha utaratibu wa kikatiba wa kufanyika kwa uchaguzi mkuu kama inavyotarajiwa na Watanzania. Jeshi la polisi lilitoa onyo kwa vyama vyote vya siasa na wananchi kwa ujumla kuepuka kauli au matendo yanayoweza kusababisha taharuki na kuharibu amani, likisisitiza kuwa halita sita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yeyote atakayekiuka sheria.